Kuna sehemu si rahisi kufika na wala si rahisi kusikika, lakini rais Samia yeye alisikia kilio cha mbali na akajibu kwa vitendo. Zaidi ya milioni mia sita zikavuka maji na kwenda Bukongo Sekondari, shule iliyopo kisiwa cha Ukerewe, mkoani Mwanza. Shule yetu mwaka 2024 iliweza kupokea pesa za maendeleo za miradi shilingi milioni 693, kwa ajili ya ujenzi wa miundo mbinu miundombinu hiyo ni mabweni matatu, madarasa manane, matundu ya vyoo thelathini na tatu. Katika kutekeleza miradi hii, imeweza kutuletea faraja kubwa kwa sababu tumeweza kupata viti na meza ambao vimepunguza msongamano darasani na kuwepo kwa miundombinu ya mabweni kwamba watoto wa kike sasa wanaweza wakasoma vizuri kabisa katika mazingira mazuri kabisa. Wanafunzi wa shule hii huwa wanajivunia sana uboreshwaji wa miundombinu uliofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Namshukuru Mheshimiwa Mwheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea mabweni mapya na madarasa mapya. Mradi huu wa mabweni mapya na madarasa mapya umetusaidia wanafunzi wa kike ambao tukawa tunakaa majumbani kwa, kwa sasa tunakaa shuleni na usalama wetu ni mkubwa zaidi. Swala la maendeleo kwa Dr. Samia yanatekelezeka bila kujali umbali wa eneo lolote. Na wanafunzi wanasema, madarasa ya kisasa na mabweni ya kisasa, so mjini tu mama ametujengea.